Ukipenda ugali lakini hujui kupika geba hia, leo tuna unbox pamoja hii Brinax ugali meka, kifaa chenye function mbili kupika ugali na mashed potatoes. So leo nitakufundisha njia sahihi ya kutumia hii ugali meka na usalama pale unapotumia hii ugali meka na inasonga ugali perfect. So utaanza kwa kupima unga wako wa sembe, na tumepima vikombe viwili vya unga wa sembe na nitaweka kwenye Brinax ugali meka kabla sijachomeka kwenye switch. Halafu utatumia kikombe hiko, hiko maji na tumepima vikombe viwili vya maji na na nusu sawa na mils 800 so tumetumia vikombe viwili vya unga na mils 800 ya maji utafunga vizuri na hapo utachomeka kwenye switch na kuwasha timer yako kwenye hiyo sehemu ya njano dakika 15 mpaka ishirini na hapo ualimeka itaanza kufanya kazi yake so hii ina milio mitatu milio wa kwanza ikiwa inachanganya milio wa pili ikiwa nasonga na milio wa tatu ugali ukiwa tayari kabla hujafungua mfuniko fungua sehemu ya kuruhusu mvuke utoke ili usungwe. na hapo Ugali wako uko tayari, toa usefu na ufurahie. Sasa hakuna wasiwasi tena wa kusema mimi siju kupika ugali. Ukiwa na hii Binax ugali maker, yani wewe unaweka maji, unga, unaacha dakika kumi na tano tu, ugali uko tayari. Ni mlaini na umeiva. Jamani, mtamu sana. Hakuna haja ya kuongeza unga wakati unasonga na hauna madonge. Please like save and share.